Tuangalie namna gani chuki, unapojenga chuki kujengea Muislamu wenzako, si Muislamu tu. Usione chuki kujenga Muislamu wenzako wa nje tu, hata mke wako nyumbani, ukimwekea chuki, ukimwekea kitu na na roho, tayari si Muislamu pia yeye. Ikiwa hii hadithi inazungumza Muislamu wa nje vipi, Muislamu ndani ya nyumba ni bora zaidi. Ikiwa ufai kumkasirikia Muislamu nje, ufai kumkasirikia Muislamu nyumbani zaidi. Ikiwa haufai kumdhania Muislamu nje, wa nyumbani ni zaidi, ufai kumdhania kabisa. Ikiwa ufai kumshuku Muislamu nje, ufai kumshuku Muislamu nyumbani ndio bara mbili yake. Sasa, kwa hiyo usione tunaongea hivi, unafikiri haya ni Muislamu nje, nkienda msikitini wala nakutana nao naufungule mdomo ni tabasamu, lakini nyumbani kuna mtu uzungumzi naye nyumbani kuna mtu una tabasamu na yeye. Na hii ndio ugonjwa mkubwa unapatikana katika wanandoa sometimes, wanandoa wanaweza kupiga wiki tatu nne, mwezi hawaongei, hawaongei. Leshani mume ya hoteli, mke naye angalia, pika matutaji, wanakula sio. Limeisha anaingia na lala, asubuhi anabadilisha ameenda. Ni hasara hiyo zako, ibada zako zote haziendi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko sana huko. Lakini usimwekee mwenza hapo chuki ba. Leo umekasirika, kesho Uislamu unatupatia three days. Siku tatu Uislamu umetupea ya kukasirika kwako. Ukasirike siku tatu. Umekosana na Muislamu leo, basi leo chukua hasira wewe ukasirika na yeye. Kesho kasirikana na wewe. Siku ya tatu lazima upate mwombane msamaha. Iwe wewe ndio mkosa, iwe yeye ndio mkosa. Lazima hiyo kesi yenu iishe. Isipoisha, amali zako hazipandi kupelekwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na haya yako sana majumbani. Haya majumbani yako sana. Mke hawezi kumwomba mume msamaha, mume hawezi kumwomba mke msamaha. Kuna watu wanaishi katika maisha ya ndoa wanapokosana inaenda hivi yaani, mbona kasirikiana mpaka inatoka tu automatically, hakuna kuongea na msamaha wako. Watu namna hiyo hata mezaenda miezi mbili, miezi tatu, miezi nne, lakini kuomba na msamaha, no, ni ije tokezee jambo, amkuja mgeni, pengine ndio sababu ya kuzungumza, ishatoka imeenda ile, pengine mtoto amekuwa mgonjwa, lazima mupeleke osi, inapatikana sababu ya, lakini hati kwamba tutaombana msamaha, mke amwombe mme samaha, au mume amwombe mke wake msamaha, hiyo hakuna kuna watu wako tabia hizo, wana roho hizo, na hiyo si Uislamu, si si binadamu. Uislamu una imani. Ikiwa una kitu chochote kati ya roho yako kinakukera kuhusu mke ki wako mwake chini mwambie. Ikiwa una jambo lolote la mume wako linakukera, mwake chini muulize mume wako kwa njia nzuri, mbona mimi naona hivi na hivi, kuna nini? Nimekukosea wapi? Mweze kusuluhisha chumbani kwenu nyinyi wawili, na msonge mbele. Kwa hiyo, muislamu ni yule ambaye kwamba anaweza kusamehe. Ikiwa wewe una tabia kusamehe, basi wewe utakuwa kidogo una mushkil katika imani yako. Imam Ghazali rahimahullah anasema sahibul qalbi salim wa la yahmilu habdan

Sasa limefariki shaka wako. Kwa hiyo yule mtu hata kama ni mbaya kiasi gani, kwa kweli usifurahie kifo chake. Ha, kuwa na huruma, kuwa na sikitiko, kuwa na mahaba kwa mwenzako. Ufurahi kwako inakupelekea pengine iwele sababu ya wewe kwenda moto. Unaona, ni jambo dogo, ni jambo dogo, lakini kwa Mwenyezi Mungu ni kubwa. Ahsabu wa hayina wa huwa inda Allah alazim, unaona ni jambo dogo, lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo usiwezo kukusidharau kitu, usitamanie Muislamu wenzako mabaya, usitamani Muislamu wenzako ahadikiwe, usitamani Muislamu wenzako ashuke, hata kama hakufanyii wema, hata kama hana uzuri na wewe, lakini litakalo mpata katika baya wewe kuwa ni mwanzo kusimama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulikuwa na kijana mmoja wa Kiyahudi inayosemekana kijana huyo alikuwa alisemekana akimtumwa na wazazi wake kumfanya mtume makuruhi, ama riwaya nyingine inayosemekana mzazi wake alikuwa akiwa na kumfanyia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam makuruhi, akimwekea uchafu katika barabara, akimwekea miiba katika barabara. Sasa mtume siku hiyo akipita, hakuna uchafu, hakuna miiba. Siku ya pili akirudi hakuna kitu. Akasema mbona simuoni? Akaulizia mbona hapa fulani simuoni? Na mtu si Muislamu. Tumeambiwa huyo mama siku hizi uone mboke ya chafu mtoto wake ni mgonjwa. Baba wao mbili, ingine semkana ni mtoto mwenyewe, ingine nasema ni mama. Akaambiwa mwanae ni mgonjwa. Tume sala sala makaenda. Kufika pale akabisha, akaulizia, akaambiwa huyu kijana ni mgonjwa riwaya ya kwamba kijana ndio kimfanyia mabaya kwa kutumwa na wazazi wake. Mtume akaenda kumwona ni mgonjwa, akamsalimia kwa kawataka wazazi hali. Pale pale wale wazazi wakashangaa, huyu kijana huyu mtoto wetu kila siku anamfanya mtume mabaya, leo ameugua. Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja kumsalimia na kumwombea afya. Pale pale mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, sema la ilaha illallah Ulikijana akitazama kuangalia wazazi wake wazazi wake kampagd kwambia a Abu Abdul Qasim, mtume mtume Muhammad, ulikijana anaweza kusema la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Na hizo ndio tabia za mtume na hizo ndio tabia za masahaba na hizo ndio tabia za watu wema waliopita. Ndio maana Waislamu ulikuwa kila siku wanaongezeka makundi kwa makundi, idha jaa nasrullahi wal fath waraaita nasa yadkhuluna fi dini llahi afwaja. Mtume sallallahu, Mwenyezi Mungu subhanahu wataala anakwambia utawaona watu wanaingia katika Uislamu mapoche kwa mapoche, makundi kwa makundi, kwa, kwa sababu ya tabia za Uislamu. Leo tabia zetu, watu wanaingia katika Uislamu ama wanatoka? Tujiulizeni sisi wenyewe, na kila mtu anajijua tabia yake. Jiangalie katika tabia zako wewe inachangia mkristo aingie kwenye Uislamu au tabia zako inachangia watu wachukie Uislamu? Kwa hiyo wewe mwenyewe wejijaji na ujiulize maswali na kujirekebishe uweze kufana njia ambayo kwamba itamridhisha Mola na waumini, na, wa, na jamaa kwa majirani wote waridhike na tabia zako, mpaka iwe ni mfano kwenye mtaa. Kijana fulani mashaallah, mzee fulani mashaallah, mtu fulani mashaallah.